ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Tawala za mikoa kwa chini ya ofisi ya rais, lakini kwa sababu waziri, waziri mkuu ndo msimamizi wa ruisha, kwa waziri mkuu, kwa mweshimua waziri atakuwa mweshimua na naibu waziri atakuwa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 Wizara ya Ujenzi. Waziri Mheshimiwa Abdallah Khamis Ulega na naibu waziri ni mhandisi Mheshimiwa mhandisi Godfrey Songe Kasekenya. Wizara ya Uchukuzi. Waziri ni Mheshimiwa Profesa Makame Mwakiposa. Wizara ya Viwanda na Biashara.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 Wizara ya Mali Asili na Utalii. Waziri ni Mheshimiwa Dr. Ashatu. Na naibu waziri ni Mheshimiwa Hassan Hamad Hassan Chande. Michezo. Waziri ni Profesa Palamagamba John Kabudi. Naibu waziri ni Hamis Mwinjuma au maarufu Mwana FA. Na naibu wa pili ni Mheshimiwa Paul Christian Makonda. Wizara mifugo, waziri ni Mheshimiwa Balosi. Wizara ya madini imebaki kama ilivyo, waziri ni Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde na naibu waziri ni Mheshimiwa Momo kiruswa wizara ya nishati waziri ni Mheshimiwa Deogratius John Dejebi na naibu waziri ni Mheshimiwa Salome Wicklef Makamba. Wizara ya katiba na sheria waziri ni Mheshimiwa Juma Zuberi Homera na naibu waziri ni Mheshimiwa Zainab Athmani Katima. Familia